katika kazi, siku hii ya leo ni muda mzuri wa kuimarisha misingi ya miradi yako. Usiogope kurudi nyuma kidogo kwa marekebisho. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, maongezi ya kina na mpenzi wako yataleta uelewano zaidi. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, inawezekana ukapokea fedha zisizotarajiwa. Tumia kwa busara. Upande wa kiafya, siku hii ya leo, jitunze kwa lishe bora na mapumziko ya kutosha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 Upande wa kifedha siku hii ya leo hakikisha unafuata bajeti yako, jaribu kuepuka madeni. Upande wa kiafya siku hii ya leo epuka vyakula vyenye sukari nyingi, fanya detox. Rangi ya bahati ni bluu, nambari ya bahati ni tano, mafusho ni mdaa, manukato ni jasmine. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa tano kamili asubuhi. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo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 Katika kazi siku hii ya leo, fursa ya kuongoza au kuwasilisha maoni yako ipo. Usisite kuonyesha ubunifu wako. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, jitahidi kuwa msikilizaji mzuri. Kuna nafasi ya kuimarisha uhusiano wako kwa vitendo vidogo. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, miradi ya zamani inaweza kuanza kuzaa matunda. Upande wa kiafya, siku hii ya leo, fanya mazoezi ya kuongeza nguvu.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 Katika kazi siku hii ya leo, ushirikiano na timu utazaa matunda, epuka upendeleo. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, jitahidi kueleza hisia zako kwa uwazi, usikivu wako utasaminiwa. Upande wa kifedha siku hii ya leo, tafakari kabla ya kufanya matumizi makubwa. Upande wa kiafya siku hii ya leo, jiwekee ratiba ya kupumzika, mazoezi na usingizi wa kutosha utakusaidia. Rangi ya bahati ni pinki ya waridi.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 Leo nyota zako zitakuongoza kuelekea kwenye mabadiliko ya ndani. Ni siku ya kushughulikia mambo ya moyoni kwa ujasiri. Katika kazi, siku hii ya leo unaweza kupata habari muhimu ambazo zitabadilisha mwelekeo wa kazi yako. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, undani na ukweli vitakuimarisha wewe na mpenzi wako. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, epuka kushiriki mipango ya kifedha usioifahamu vizuri.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 uliye single mtu ambaye anaweza kuvutia hisia zako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, fursa ya kuongeza kipato iko mbali na ulipozoea. Upande wa kiafya siku hii ya leo, mazoezi ya wazi kama kukimbia au baiskeli ni bora siku hii ya leo. Rangi ya bahati ni bluu ya anga. Nambari ya bahati ni tatu. Mafusho ni mihogo. Manukato ni lemon grass. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa kumi kamili jioni.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 Mradi wa muda mrefu unahitaji ukamilishaji, usikate tamaa. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, zungumza kwa uwazi kuhusu matarajio yako ya baadaye. Upande wa kifedha siku hii ya leo, hakikisha mipango ya kifedha inafuata mkondo wa muda mrefu. Upande wa kiafya siku hii ya leo, angalia mgongo na viungo, pumzika ipasavyo. Rangi ya bahati ni kahawia, nambari ya bahati ni kumi, mafusho ni mshubiri.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 Usiogope kuwa tofauti, leo tofauti yako ndio nguvu yako. Katika kazi siku hii ya leo, leo ni fursa ya kubuni suluhisho la kipekee la changamoto zako kazini. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, unahitaji mazungumzo ya kiakili na mpenzi. Tafuta uhusiano wenye uelewa. Upande wa kifedha siku hii ya leo, biashara au teknolojia mpya inaweza kukuletea mafanikio. Upande wa kiafya siku hii ya leo, hakikisha unaweka ratiba ya mapumziko ya akili. Rangi ya bahati ni fedha, nambari ya bahati ni 11, mafusho ni mkaratusi, manukato ni begamoti. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa moja kamili usiku. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mizani na nyota ya mapacha. Tukiangazia nyota ya samaki, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Februari 19 hadi Machi ishirini. Kumbuka hii ni nyota ya kumi na mbili katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiaki. Intuesheni yako iko juu leo, sauti ya ndani ni mwongozo wako bora. Katika kazi siku hii ya leo, unaweza kutatua tatizo gumu kwa njia ya kipekee. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, ukaribu wa kihisia ni muhimu, ongea kwa moyo wote. Upande wa kifedha siku hii ya leo, fanya ukaguzi wa matumizi yako